Yaani kanywa kizibo kimoja cha mbege ila kashapagawa. Yuko wapi huyo? nikomfuonsumanishika wapi? Hapo obubi, shika mimi. Kwa hapa ni video? Eh, ni video. Ah, twende. Mama achafui picha yani, ni kumbukumbu tunachukua ya watu wengi mm. Yani ukitembea ndo vizuri kwa sababu tunachukua rekodi tulivyokuwa Moshi. Ah, <laughs> sasa familia yetu hii hapa inapita. <laughs> Haya mzee, labda nikakuze kwenye gazeti kesho, utakuwepo kwenye Nipashe alasiri. mm. <utan> Ah, ila chuma ile pale walisema sitofika Moshi. Sasa hapa ni wapi? Hapa ni Moshi. <muchu> <muchu> Moshi. <muchu> <muchu>